Na watu kwa namna ya kawaida hakuna ndoa, sawa? hata aende kwa waganga, hata aende kwa miungu, hakuna ndoa. Akirudi kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli yes, milango inafunguka. Ho! Kuna watu hata wasome vipi, wanaongeza madegree na masters, kazi ya wapati, wapati? wakiingia ma, waki, waki, waki, waki, waki kwenye madhabahu ya kweli, ndio milango inafunguka wanapata kazi Ho! nini kinatokea? Kilichozaliwa kwa roho ni roho, oh, yes. na kinachozaliwa kwa mwili ni nini? Ni, mwili. ni mwili. Kuna vitu ambavyo ujanja ujanja wa kimwili ndiyo unaweza ukakupa kapisa, kapisa. Lakini kuna vitu bila madhabahu kuamua au pati au pati huwezi kupata, maana yake ni vitu vinavyozaliwa kiroho. kiroho kili kuzaliwa mara ya ngapi? ya pili. kuzaliwa mara ya pili, amina. Sambamba na mwezi wa ngapi? wa pili, mwezi wa pili, mwezi wa pili. Asante Bwana. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Kuzaliwa kwa maji mm, na kwa Roho. Oh yes. Anasema Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Enendeni mkaubiri Injili kwa kila kiume Amen. Aaminie na kubatizwa ataokolewa, mm, asiyeamini yes. Amekwisha kuhukumiwa maanake, hukumu ya hatima yako sawa, inatokana na ubatizo Amen. Kama umekataa kumwamini Yesu, yes. tayari hukumu unayo. mm. yes. Ulishahukumiwa, utakuwa nani na utaishia wapi? Yo. Lakini unapomwamini Yesu na kubatizwa sawa, hukumu inafanya nini? inafutwa. Amen. Kama walikuwa walikufunga kamba za mauti na kuzia ndio kwamba hatima yako itakuwa ni ya utumwa. Ehe. Maanake ukishabatizwa ubatizo wa Mungu wa kweli Sawa. ukazaliwa mara ya pili. Amen. mbingu mbingu zinatengeneza njia nyingine. Wewe. ya kupenya. Oh. Mlango mwingine wa kupenya ndio zinatengeneza ndio njia nyingine. Ndio ambayo ni ulimwengu wa roho ndio unatengeneza. Asante Bwana Yesu. Ndio maana lazima uzaliwe mara ya pili. Mm. Ukizaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Amina. Na kwa nini? na kwa, kwa maji roho na kwa, Roho Mtakatifu. Na kwa roho. Amina. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes ni fursa ya pili mm, ya vitu vyote ambavyo unastahili kuvimiliki. Amina. hatua na daraja unatakiwa kwenda. Oh, yes. Vitu vyote unatakiwa kupata. Mambo yote Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako ataifanya kwa mfumo huo unaozaliwa mara ya pili katika maisha yako. Amina, hiyo ni ndogo sana. Unataka macho ya roho, ninataka zaliwa mara ya pili. Yes. Amina, unataka masikio ya roho Zaliwa mara ya pili. Amen. Unataka nguvu za roho. Zaliwa mara ya pili. Amen. Unataka uwezo wa roho. Eh. Zaliwa mara ya pili. Unataka mamlaka za roho. Ndio. Zaliwa mara ya pili. Mara ya pili, yes. Yeah. Mara ya pili. Mara ya pili. Mm. Kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Mara ya pili. Ya pili. ya pili. Oh, yes. Yesu atusaidie sana. Amina sana. Nasema Yesu